Sheria hajakataza uh, mtoto mamume kama mke wake ana mimba, nataka ajue mimba amebeba ni jinsia gani uh, kiume au kike. Sheria hajakataza hajakataza hmm, kabisa na, lakini huenda watu wengine wanaomelea vibaya. Aya, Allah uh, subhanahu hmm, wa ta'ala katika Qur'an, ala anasema uh, wa ya'lam ma fi al-arham Yani Allah ametaja katika sura hii e, sampuli tano kitu tano hayajui binadamu isipokuwa anajua Mungu. e, nafsi itakufa wapi kesho, unamkuta nini, unakukuta kitu gani? Sasa Allah aya ameweka wazi, sema Mungu anajua kitu yuko tumbo ya kina mama. Mtoto yeye pekee yake anajua anakusudia, kabla hajapuliza roho, manake mm -hmm, mtoto kwa tumbo wa mama inabita steji tofauti tafaut, tafaut. mm-hmm. na hadithi mtume ameweka anabita steji tatu au nne. Mtume anasema itakuwa nyama siku arobaini panda la damu ibakuwa nutfa inakuja kibanda wa damu ni kwa nyama, yaani inatumia 40 mara 40 mara tatu sio nne mara tatu siku 40 mara tatu, arobaini ya kwanza, arobaini ya pili, 40 ya tatu Ishafika siku mia ishirini hii mwezi minne. Kisha mtume anasema haba itakuwa binadamu imekamilika, yaani hmm, mwili umesha, Allah sha ishaumbwa tayari hmm. Kisha mtume anasema Allah anamtuma malaika anapuliza roho, itangia roho na malaika, malaika anaandika huyu ataishi umringabi, itakuwa jinsia gani, itakuwa mtu mwema, mtu sio mwema, sijui so, umelea vizuri hmm. Sasa hii ishafika mtu stejii mtoto mwezi minne, niitwa man sio maa. Baada ya miezi minne anakuwa maanake, hata watu waweke kompyuta wanaangalia ni sehemu yake ya siri, wengine wanakuambia kike, baadaye inakuwa wa kiume, wanakosea mara nyingi, lakini kabla hajafika wewe yeye mwezi minne, mwezi wa kwanza huwezi kujua huyu nani, ni kipande wa nyama wa okay. au damu, umeona vizuri mm sana. Sasa Mungu anakusudia wakati huyu hajafika, binadamu Mungu anajua atakuwa yukoje. Yes, hakika. Kume sasa, kifupi, mtu kamana hospitali kujua mke yake ana, ana, ana, ana, ana mimba atakujua mtoto jinsi gani, haina hmm, shida, na yeye hawezi kuenda mpaka avuke miezi minne, mwezi mitatu hawezi kuangalia.